Ninawasalimu wapenzi watazamaji, waiti kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana niweze kuwapasha, niwapakulie yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Mtu asija kakuambia kwamba watu hawajaandamana, wa najua, nimejaribu kuona jinsi ambavyo wananchi wanatoa kauli, ninawashangaa hata watu ishirini wakiandamana, unapaswa kujua, maandamano haya yetu ambayo tuliyatangaza tarehe tisa Desemba Tanzania yalifanya serikali ikasimamisha shughuli zake zote, wakaketi kwa afisi, wengine wakajificha, ili waweze kututazama, waone ni kipi ambacho tunafanya maandamano hayo yetu ama haya yetu ya tarehe tisa Disemba yalifanya serikali ikaogopa. Kwa nini? Samia haijulikani aliko, hata hajaweza kujitokeza aweze kuandaa sherehe za uhuru ambazo zinaandaliwa kila mwaka mwezi wa Disemba tarehe tisa. Kwa hivyo maandamano yetu tayari yamekwisha zaa matunda. Malalamiko yetu tayari yamekwisha fika kwa serikali, kitu ambacho niligundua, Samia na serikali yake wanakaa chini wananitazama. Kwa hivyo msije mkajali, malalamishi yenu yanafika kwa serikali. Kama jana walinitolea toleo eti sijui oh natoa taarifa ambazo nikagundua nini, nini, nika kwamba wananiangalia. Sasa taarifa zenu ujumbe wenu unafika kwa serikali. Sasa jinsi ambavyo tunazungumza sasa hivi mwendo wa saa kumi jioni tarehe 9 Desemba mwaka 2025. Maafisa wa jeshi la polisi walizunguka kila mitaa wakaenda kuandika ripoti kwamba o wananchi hawakutoka, wananchi, sijui miji ni mitulivu. Sasa raia wamesubiri wale, jeshi la polisi limeenda alafu wananchi wamejitokeza sasa na mabango yao. Mfano, raia wameweza kujitokeza upande wa Arusha saa kumi jioni. Maandamano unaweza ukaandamana wakati wowote. Na kitu ambacho unapaswa kukijua, maandamano haya si eti kwamba yanaisha leo, ni maandamano ya mwendelezo mpaka wakati ambapo mahitaji yetu yatakapotimizwa na hii serikali ya Samia, yatakapotimizwa na huyu Samia mwenye aliweza kuwaua Watanzania. Mfano, angalia ikanda ya Arusha ndipo uweze kuamini kile ambacho ninawaeleza. Arusha hiyo hiyo ni Arusha, ndo tunaanza saa kumi hiyo. Huyu ameandika stop abduction December 9, huyu hapo anataka katiba mpya kama unavyoona free polepole tupewe miili ya ndugu zetu Samia must go, ndo vijana hao wanaanza arusha hiyo, arusha hiyo leo tarehe tisa Desemba, umeweza kuona. Alafu utapata vichaa wengine wakisema kwamba hapa kuwepo na maandamano. Maandamano yanaweza yakawa ya watu watano, yaani maandamano yanaweza yakawa ya watu zaidi ya wawili ili mradi tu ujumbe wa wananchi uweze kufika mahala itajika, na ujumbe wa wananchi umefika kwa serikali, umefika kwenye asasi za kutetea haki za binadamu. Ujumbe wa wananchi raia wa Tanzania umeweza kufikia maelfu hawa ambao nasungumza na wao. Ujumbe wa, wa Tanzania umeweza kufikia mataifa ama jumuiya ya kimataifa na kitu ambacho wameweza kukifanya kizuri, wameandika kwenye mabango maandishi au kipenda maneno ya kizungu, ili yule ambaye haelewi Kiswahili angalau anaangalia kila ambacho kimeweza kuandikwa kwa lugha ya kimombo, alafu anaelewa ni nini haswa kile ambacho Watanzania walikuwa wanapinga, wanataka kiweza kusimamishwa. Aa, kipindi hichi cha maandamano umeweza kuona hapo, ndugu zangu wa Tanzania wanasema hivi Stop abduction, wacha utekaji. Alafu nimeona raia mwingine ananiita kwamba mimi ni tahira. Wacha nikuulize basi kama mimi ni tahira, kuna aje gani uweza kuangalia tahira? Unajua tahira kwa lugha nyepesi pesi ya Kiswahili ni mtu ambaye hajielewi, ni mtu ambaye hawezi akazungumza maneno ambayo yako na mfululizo. Lakini mimi nikijiangalia vizuri, nipo mkamilifu, ujumbe wangu unapokelewa na watu wengi, na mimi ninatetea mpaka huyo mjamaa au huyo mke au huyo mume mwenye ananitukana eti mimi ni tahira. Lakini unajua mimi ni chuma ya zamani mimi, hata ukinitusi haya, bora ijiandiki, bora ujumbe wangu umekwisha fika katika mahala ambapo panahitajika, bora ujumbe wa wananchi umepokelewa na serikali. Stop abductions. Sasa wacha nikuulize, mpenzi mtazamaji, ningekuwa tahira ningeambia hii serikali waache kutekateka wananchi ni nani ambaye, hata yule ambaye yuko na akili timamu, ni nani ambaye hajui kwamba ndani ya Tanzania kuna utekaji? Mpaka wale ambao wanafanya challenge ya nywinywi na nywinywi wanatekwa, wale ambao wanaambia serikali ukweli kwamba jamani, wacha kukamata kamata wananchi, wacha ukandamizaji, wanatekwa. Sasa kitu ambacho unapaswa kukijua kuna mambo ya utekaji na lazima yaweze kukoma, ama vipi? Lazima, ah, ni jambo la lazima. Na ujumbe huu umekwisha pokelewa, na umepokelewa na wengi, mpaka mamlaka husika wamekwisha pokea jambo ambalo linatia moyo. Hata huyo mwenye anajifanya kwamba akili zake ziko sawa ananiambia wewe ni Tahira, amekwisha pokea ujumbe kwamba wananchi wanakataa kitu ambacho kinaitwa utekaji, stop abduction. Na nielewa mpenzi mtazamaji, ni vizuri sana. Nambari mbili, hawa wananchi wameweza kusema kwamba wanataka katiba mpya. Sasa wacha nikuulize, ewe mwenye unaniambia mimi ni Tahira, Tahira angekumbuka kwamba Tanzania inahitaji katiba mpya. Hii katiba ambayo ipo sasa hivi inaruhusu viongozi kuweza kukandamiza wananchi, kutekateka wananchi ovyo ovyo, kuvunja uh, mamlaka. Jeshi la polisi linaweza likaua wananchi, lakini hawawezi wakachukuliwa hatua. Tunataka katiba mpya ambayo wale ambao wanafanya uhuni kama huu wanachukuliwa hatua maksusi. Tunataka katiba mpya ambayo inatambua Tanganyika na Zanzibari na serikali ya muungano. Tunataka hiyo katiba mpya. Tunataka katiba mpya ambayo inatambua demokrasia, katiba mpya ambayo haiwezi kuruhusu viongozi wa upinzani kutekwa tekwa ovyo ovyo. Tunataka katiba mpya ambayo haiwezi karuhusu viongozi ambao wako mamlakani kutumia madaraka vibaya, ndiyo vilevile hiyo katiba mpya ndio tunahitaji. Jambo lingine ambalo limefika kwa hii serikali na limefika kwa hao wananchi ambao wananitusi mimi, ni Tahira ndio, mimi ni Tahira wa kuwaambia mambo ya ukweli, mimi ni Tahira wa kutetea wananchi wenzangu wa Tanzania. Tanzania taifa ambalo nalipenda. Free Polepole, sijui hawa ambao wanajifanya kwamba wao ndio wako wakamilifu. Wanataka polepole Humphrey aweza kuuawa. Alafu wananitukana Tahira. Kumbuka kwamba huyu Humphrey Polepole yuko na familia yake ambayo inamtegemea yuko na familia yake ambayo inajua kwamba yeye ni mmoja wao. Hii familia tangia alipoweza kutekwa na kupotezwa mwezi wa kumi hajawahi patikana mpaka sasa hivi. Unataka kuniambia kwamba hiyo familia iko na utulivu? Unataka kuniambia kwamba hiyo familia iko na amani? Tunataka polepole pole aweze kuachiliwa, vilevile tunataka miili ya ndugu zetu ambao waliweza kuzikwa kwenye misitu wakazikwa upande wa Kunduchi. Tunataka miili ya ndugu zetu tuweze kuizika kwa heshima. Tunataka mahakama ambayo ipo huru, mahakama ambayo ipo huru, haiingiliwi na mamlaka tawala, haiingiliwi na viongozi ambao wako mamlakani na kupeana mwongozo jinsi ambavyo wanataka kesi iweze kuamriwa . Mimi nadhani kwamba ujumbe wetu umekwisha pokelewa na hii serikali, na wala ambao wananitusi kwamba mimi ni tahira, ili mradi mimi ninapitisha ujumbe wa Watanzania zaidi ya milioni thelathini na nane kuelekea kwa serikali hii ambao ni batili. Sina mashaka mimi, ninataka tu ujumbe wa mwananchi wa Tanzania upokelewe na serikali. Wakishapokea mimi, hata ukinitusi mimi ni wazimu, mwenda wazimu, uniambie mimi sijui, si mkamilifu, sijui nini. Wewe ukiwa mkamilifu, umefanya nini kutetea wa Tanzania?